Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 media. Katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la Machinga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 ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni nane pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyo stahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu, ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi, akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi, ujenzi. Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge, hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa wakati huo Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023, baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023, ikampa mkandarasi ndugu Tribe construction lakini hakuweza kuendelea na kazi tena, ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi, ikaanza tena upya mwezi wa nne mwaka 2024 na, na kuomba kulipwa malipo ya awali, ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo ghorofa ya sita mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati mbili pamoja na malipo ya awali, jumla ya hati zote mbili ni shilingi bilioni moja na milioni mia mbili pamoja na malipo ya awali jumla inakuwa ni shilingi bilioni mbili na milioni 200 na jengo lipo gorofa ya sita, na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.